Mwijaku, hmm. Tunaomba mposti mmeo ulimsema, ulisema ulisema siku ukifa hmm. Uh, autamani kuona si mumeo anapata shida. Mposti tumjue ili siku ukifa tujue ni nani achukue mali zako <laughs> so aja achukua tu wengine, wakati mumeo anateswa. Kwa hiyo cha kufanya sasa hivi na tumwambia Mwijaku hmm. Posti you are beautiful husband <laughs> husiano ni jipya si ni la zamani, hatujui. Ya mposi tumjue ili tusimame na yeye siku moja, kwa kifa kama alivyosema. Sasa wewe wewe unamtaka wa nini wewe mume wa mjako? Mimi sijasema hivyo eh. Nani mume wa mjako? Tunamtaka kwa sababu bana, mtu akiwa shajitangaza mahusiano yake ni rahisi, hata kama akichitiwa. Alisema mme wake, alisemaje? Alichapia sibati mbaya, kuchapia leo ujapia jinsia kuna kuchapia bana wezi kuchapia jinsia kwenye alo, unaweza kaeka hilo hasa. Yeye anasema mke mm, na mme kweli, si bahati mbaya. Kwa hiyo unachapia hiyo, si wezi kuchapia mambo ya jinsia. Kwa hiyo bana, yeye amposti tu mume wake ili tu tunamlindia. <laughs> <laughs> E bana, tumepiga story na comedian Ndaro. Of course wamesikia jinsi ambavyo alikuwa akifunguka kuhusiana na na ile ligi ambayo inaendelea kwenye mitandao kati yake yeye, uh, kati ya comedians na Mwijaku. Roger Mastori. Bye. Hala.